Kama kuna kitu Yanga hatujawahi kukihofia ni mapambano. Acha twende katikati, tukapambana na mwisho wa msimu mshindi amejulikana ni nani. Kwa hiyo nichukue fursa hii tena kuwashukuru sana Aviola na watu wake wote, kwa wabaishaji ambao wameuleta msimu huu kuhakikisha wameongeza na wao chachu na flavor ya ushindani kwenye ligi. Sasa kutoka jana ambako tumechukua ubingwa, swali ambalo wanayanga walikuwa wakijiuliza, tunaanza lini sherehe za ubingwa? Ndio swali kubwa ambalo wanayanga wamekuwa wakinitumia. Lakini pasina kusahau, wanayanga wenzangu, hapa sio mwisho, hapa sio mwisho. Msimu huu tarehe ishirini na tisa tutakuwa na mechi nyingine ambayo ni, ni fainali ambayo itafanyika Zanzibar, tutacheza na Singida Black Stars kwao. Tukawa tuna tafakuri pale, tuweke msondo sasa hivi au tusubiri tumalize mambo yote kwa pamoja, tukawa tupo kwenye tafakuri na tafakuri hii ikatupelekea kwenye makubaliano yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo tutalifanya kama wanayanga, jambo la kwanza ambalo tutalifanya kama wanayanga ni kumshukuru Mungu kwa kidogo alichotupa na kumuomba zaidi, kwa sababu wanasema wenye hekima zaidi kwenye mambo ya dini, asiyeshukuru na kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiyo, kwa hiyo tushukuru kwa kidogo ambao tumekipata, alafu tumwomba Mwenyezi Mungu atujalie kikubwa zaidi. Kwa hiyo, kwenye kushukuru na kuomba hapo, kwenye kushukuru na kuomba tukakubaliana tufanye jambo moja siku ya kesho kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na hilo jambo tutalifanya makao makuu ya, ya klabu hapa, hapa. Na jambo hilo tutalifanya tukiongozwa na baraza letu la wazee wa klabu, kwa sababu tutahitaji pia dua ya shukrani. Lakini pia tutahitaji dua ya kuelekea mchezo wa fainali wa CRDB si dhidi ya Singida Black Stars. Ni jambo gani ambalo tutalifanya siku ya kesho hapa makao makuu? Asubuhi na mapema kesho tutaweka historia. Klabu ya Yanga Afrika hapa tutakunywa supu ya ngamia. Kesho tutaangusha ngamia hapa. Tumesha kunywa supu ya ng'ombe, tumesha kunywa supu ya pweza. Sasa kesho tutaangusha supu ya ngamia hapa makao makuu ya klabu. Mnavyosikia ngamia, jamani, angekuja kusimama hapa ingetulazimu tutoboe hii ili aenee. Ni dude la maana kwelikweli. Kwa hiyo tutamchinja, alafu wazee watatuongozea dua kwanza ya shukrani Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo cha tujalia msimu huu ubingwa huu wa kwanza wa ligi lakini la pili tumuombe sasa Mwenyezi Mungu atupeleke sasa kwenye maandalizi ya sherehe kubwa ya kutoa uchampioni wa ligi kuu na db kwa jumla. Sisi tumeelewana vizuri hapo eh? Kwa hiyo kesho kuna shughuli mbili zitafanyika hapo. Shughuli ya kwanza, ngamia ataanguka. Atangu, ataanguka. Mnaona kama utani, ngamia ataanguka hapo. Kesho hapa inshallah. Alafu tutafanya dua kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mafanikio haya. Alafu tutakwenda kuomba dua Mwenyezi Mungu atujalie tukaochukue na ubingwa mwingine kule Zanzibar. Kwa nukta hiyo, niwakaribishe sasa wanachama wa Yanga wote kesho makao makuu asubuhi na mapema, asubuhi na mapema saa moja tuwe hapa. Yaumul jumaa ya kesho hapa mapema tuwe hapa wote wanachama wa Yanga ambao mtanisikia tuje tunywe supu ya ngamia jamani, ngamia na utamu wake, tuje tunywe supu ya ngamia kesho hapa makao makuu ya klabu. Leo waandishi ambao mtapata nafasi tutaongozana na, na nyie, mkashuhudie ngamia wetu na maandalizi yake ya kuchinjwa. Yule ngamia hachinjwi tu hivi hivi kama wataka kuchinja kuku. Ngamia na maandalizi yake, pigwe dua kidogo mpaka akae chini ndo kisu kiingie. Kwa hiyo mtaka mtakokuwa nafasi tutawapeleka leo, sisi mkasema haa, nyama hii tutawapeleka nanyee mkashuhudie nyama akianguka kwa ajili ya wanaYanga kesho kuja hapa kunywa supu. Hili jambo la supu na Yanga, ndugu zangu, liko hivi, yani jambo la supu na Yanga ni hivi, kwa sababu supu asili yake ni mkono e, alipokula mkono wa Viola ndio ikawa supu ya kwanza kunywa hapa makao makuu. Kwa hiyo tumekubaliana supu na Yanga ziende sambamba. Kwa hiyo kesho kunayo supu ya ngamia hapa makao makuu. Mbali na mashabiki na wanachama wa Yanga ambao tumewaalika, mbali na mashabiki na wanachama wa Yanga ambao tumewaalika, tunafahamu ndugu zetu sasa hivi wapo kwenye msongo wa mawazo wanapitia mazito kwelikweli, hawajui cha kushika, hawajui cha kufanya, yaani hawajui ni mbili au ni ishirini na mbili. Kwa hiyo tunawaalika pia ndugu zetu. Kitaalamu, ngamia anatibu maradhi hayo ya ini. Kama unasumusumu mwilini hivi, ngamia supu yake inatibu hiyo. Kwa hiyo watu ndugu zetu ambao wana stress sasa hivi pia. Kesho tunao makao makuu, jamani, mwaambie tunawaomba, waje hapa kwa ajili ya kunywa supu ya ngamia kwa pamoja. Ya ng'ombe ile walishakujaga, na hii ngamia, tunaamini inshallah watakuja kwa pamoja, tufurahike nao. Baada ya kuwatangazia ratiba hiyo, timu yetu kesho itafanya safari ya kuelekea Zanzibar. Inaondoka saa ngapi inaondoka vipi? Mi mwenyewe sijui, na huo ni utaratibu wa michezo mikubwa kama hiyo hiyo. Eh, kwa katika hilo pia mtaniwia radhi, ndugu zangu waandishi wa habari, tukutaneni wapi Zanzibar. Lakini Yanga itaondoka kesho kuelekea Zanzibar, inaondoka usafiri gani, muda gani, njia gani? Mi mwenyewe sijui Yanga itakuwa iko Zanzibar, maanake sasa tumekuwa tunafuatafuatwa sana sasa hivi. Watu wamekuwa kitegea hizi presi zangu hizi, mtu anategea kusikiliza hapa na mambo yake pembeni, kasema saa ngapi? Saa sita. A, wewe vipi? <gibu> sijui tunaondoka saa ngapi tunaondoka na nini na tunaelekea vipi huko Zanzibar, lakini najua yanga itakuwa Zanzibar siku ya kesho inshallah, kuanza maandalizi ya mchezo huo wa fainali. Sasa basi Tuje kwenye lengo maalum la masimango. Sasa tuanze mwanzo, nilikuwa na taarifa nilikuwa na taarifa na hapa za utaratibu wa supu kesho ya ngamia, alafu na utaratibu wa timu itakayosafiri na shukrani mbalimbali mbali. Sasa, basi ndugu zangu waandishi wa habari, toka jana usiku mpaka leo asubuhi nimeshuhudia watu wakilalamika sana sana, malalamiko yamekuwa mengi mno. Hatumtaki huyu, hatumtaki huyu, hatumtaki huyu. Mi nataka niwaulize swali, na nyie mkawaulize hili swali, hivi walifikiria nini? Yaani waliwaza nini kuja Benjamin Mkapa wakiwa hawajafanya mazoezi yaani mkwa, kwa, kwa utulivu tu, mkawaulize hili swali, walifikiria nini? Waliwaza nini kwenye vichwa vyao, wakaja Benjamin Mkapa hawajafanya mazoezi, kuja kucheza na Yanga. Unajua kuna kucheza na Yanga alafu kuna kumzuia Pakome. walichokifanya tarehe nane kilichotokea tarehe kumi na tano walichokifanya tarehe ishirini na nne sijui wakasusia press conference, wakasusia sijui kikao cha mechi. Ningewaona watu wa maana kama wangesusa kuja, sio unasusia kikao cha posa alafu kwenye ndoa unaenda? Yani bora ukatae posa unakuja kwenye kikao cha ndoa halafu, maneno mengi oh, kimya. Uu, kimya, una kitu oh, kimya huu. <laughs> oh, kumbe maskini ya Mungu wanadaiana bonus huko, wakusema hayupo. <laughs> Kimya, wanadaiana bonus, kimya, kimya, huko watu hawafanyi mazoezi. Asubuhi kwenye vikao, mchana kwenye vikao, watu wanataka chao mnawaleta wacheze na Yanga, kweli? Kwa mfano wangekubaliana tucheze tarehe nane, yani ile siku tu timu ingekuja sasa hivi. Hawajasahau hata kama ni maumivu, mwezi wa wa e, wa tatu mpaka mwezi huu wa sita, kweli hawajasahau hata kama ni operation umefanyiwa, haijafunga hiyo haya. Leo kidonda kibichi ndio wameanza nacho kurukaruka huko Juzi liposti nikawambia, kodi ni wapa wakuelewa haya maragi anavoivaanaukauka aya ndio anakwenda kuiva haya. Yani sisi Yanga niwambie ukweli, izo sarakasi zao kwa... si tukua tunaona tukua tukua kama mtu kaenda msibani kakuta daftari ya rambirambi kaanza kulemba mwandiko kwenye kuandika elayake <laughs> Hey, unakuja kwenye msiba Yaani wewe ukifika tu Benjamin Mkapa unakufa, alafu unalembalemba njia huku, unatoka huku, unakwenda huku, kwa timu ipi ya kuitishia Yanga, kwa nani? Maana walikuwa wame, wamejitumua katikati hapo e, mnachukuaje ubingwa? Amjamkaba. <laughs> <laughs> mtoto wa watu jana kaja super black, imekolea kapiga na wei washamdanganya huko, twende kwa wadimue udimue Yanga sisi, yaani tukae kabisa, tunatunuia ubingo nje tudimue. Jana yeye na wenzake wote wakawa kikosi cha usalama cha kumlinda pakome, udadadeki wote, na walipochoka wakamwachia mwenzao mmoja msala. Hili swali mkawaulize, mliwaza nini? hamjafanya mazoezi mkaenda Benjamin Mkapa. Na bahati nzuri, hii timu mimi anashabikia baba angu, na ndiyo inachoniuma hicho. E, bahati mbaya eh? bahati mbaya yani, hey, inaniumiza kwa sababu mzee wangu nawe wanamjumuisha kwenye hilo kapu. Hivi kweli mnaenda kwenye dabi ya ubingwa, mzee Msumi? Dabi ya ubingwa yani, anayefungwa anaacha ubingwa hata watu wenu hamjawaandaa, maanake, unajua tu ukweli, tulijimwayamwaya pale uwanjani bwana, tulikuwa tuko wenyewe tu e tarehe shii tuko wenyewe tunajimwayamwaya tu pale, siku ya mchezo tuko wenyewe uwanjani, afu utegemea usife we yani, Yanga utuachie tujimwayemwaye, maanake hizo mara nne hizo tumekugonga kidogo kwa unasumbua sumbua hii wakatususia mpaka vitu vyote. Eti Yanga fanyeni tu si tupo kimya. Ukimya uoga huo wo, tukajimwayamwaya pale wenyewe. Mzee Msumi anaingia huku anatokea huku, Mzee Msumi anaingia huku anatokea huku yep. yep. yep. wanakuja kushtuka saa nane mchana watu washa swali na adhuri saa <laughs> ah, nane mchana jamani, hivi nani anaaitagaa makoro ili jina hilo la maana yake Yaani, saa nane mchana adhuri ishaswaliwa, wewe ndio unashtua watu jamani? Maandalizi maandalizi yapi? akili zao ndogo, eti wanadanganyana kwamba tukae kimya tuwanyime yanga hela. maskini ya Mungu Aviola, sisi hela tumepata jana. Nendeni Ncard kawaulizeni ripoti ya mauzo ya tiketi ya mechi ya jana, watawaambia makejaa nimewambia, mnaweza mkafikiri nimetunga hizi takwimu. Watu elfu hamsini na moja walikata tiketi, unazungumza zaidi ya milioni mia nne sijui na ngapi huko mbele huko. Lakini wale watu ambao walikata tiketi asilimia karibia thelathini mpaka arobaini hawakuja uwanjani, sisi ya tulipata kwa hiyo, waliokosa haki ya kuja uwanjani kwa namba ya jana ni mashabiki wao ambao walinunua tiketi na Viola wamekosa msimamo, na wakaamua kukaa nyumbani. Kwa hiyo wao kwa kuto kufikiria kwa ukubwa, wakaamini wanainyima tu Yanga mapato, kumbe Yanga tushaingiza chetu, kiko hapa. Wao hawajaja timu yao wameitelekeza uwanjani, mashabiki wao hawapo, eh? Sasa hapo umeikomoa Yanga, umeikomoa timu yako iwo ukimi waliokuwa nao kugomea siyo mkutano nini, walikuwa wanaikomoa Yanga au wanajikomoa wenyewe? Manake mi siona cho tukomoa, hela tumepata, ubingwa tumebeba, wao abeba nini? Wao silawama kutoka jana walite kubeba wao nini, silawama sasa sikia mtu anamlaumu mwenzake. Kuna watu mpaka leo wameweka kindege kwenye simu hawataki kuwasha vitu vya kitotototo tu vitu vya kishambashamba tu, umeviwekea msisitizo, vimeenda kuwaingiza shimoni. Sasa tuwaeleze, make nimeona mijadala imekuwa mingi kwamba imefika mara tano, imesha nini, sisi tumechoka. Yanga hatujachoka kumfunga Simba. Tue very clear, hatujachoka na kadri tunavyozidi kushinda ndio uchu unaongezeka kadri unavyozidi kuwakanda, ndio uchu wetu wa kupata zaidi unaongezeka, yaani saa mtoto umemlambisha asali hivi. Malengo yetu kwanza, tutakwenda kupumzika zikifika kumi, yaani vipigo hivi viende mpaka mara kumi mfululizo, ndio hapo Yanga tutaketi chini kuulizana, huyu ni mtani wetu kweli huyu hapo sasa hivi bado tunamwona ana nguvu na anajimudu, kwa hiyo tutaendelea kumshughulikia mpaka zifike mara kumi mfululizo. Na Allah jalala, atafungua ligi msimu ujao na ngao tena, maana ujue sio mbali, wasifikiri wanaongea kafikiri mbali ni, sep ni Septemba hapo, mwezi wa tisa wa Kiswahili tena tutakuja kubisha hodi hapo, tena itakuwa mara ya sita inshallah, kwenye ligi zikiwa mbili na kuwa ngapi? Nane. Amna amna pamnamna kwenye siharibi wakijichanganya, tisa kwao msimu ujao. Majaribu wa Mwenyezi Mungu, yakienda sawa, tukujaliwa uhai, tutakutana tena hapa tukizungumza tumemfunga Simba mara tisa mfululizo, na inawezekana kama kila mwaka zao ni kujenga timu, inawezekana sababu, sasa hivi nimeona watu ambao watakiwa wakatu wameshafika ishirini wachezaji ambao watakiwa wafukuzo wafika ishirini kwa hiyo maana yake msimu ujao upya tena na walivyokuwa wanaamudu watu wao wakishapiga ishirini wapya wengine wataita press, tunajenga timu upya. Wakishafanya miujiza yao pale, tunataka ubingwa mwisho wa msimu wanapoteana. Hatujachoka, ni tano mfululizo na tunaelekea zifike kumi mfululizo, na zitafika. Kama kuna mtu anataka kumlaumu, wajue huyo mtu hayuko peke yake, manake nimeona wanasema jana, sijui kuna mtu wetu hapa Yanga wanamtumia, umesikia? Hmm, mtu wetu hapa Yanga wanamtumia, sisi tunayemtumia yupo na sio huyo. <laughs> Yupo hapo baa mkija kushtuka, huyo mtu wetu hapo, kabati limejaa ndani, kabati la makombe limejaa. Maanake watu hao hawakubali, unajua kama sisi tumewazidi uwezo, hawakubali kama sisi tuna uongozi bora. Hivi kwa mfano, ukimchukua injinia engineer mmoja, engineer Harris mmoja peke yake ukamsimamisha, utamfananisha na nani katika upande ule? au uchukue wote uwatie kwenye blender usage upate mtu mmoja bado hamfikii, huyu mtu mmoja tu, hatujaongeza harafati hapo, hatujaongeza maji yaliyotulia hapo ya, hatujamuongeza hapo Alex ngai chuma kile maake jana, ngai tunaenda uwanjani saa tisa ile kaingia zake live, piga zake safi, piga zake vyombo pale, ambia njooni Nambia njooni iko live Instagram, kazi ishaisha saa tisa hiyo. Mjumbe wa excom ya Yanga anapiga yake vyombo, katulia, nambia wanaYanga njooni, jambo lishaisha hili. Na kweli jambo limeisha kweli, kama hamtakubali kwamba Yanga imewaacha mbali, na sio tu kwenye pichi, mnachokiona sasa hivi sisi tumewaacha mbali kuanzia kwenye muundo hata wa kuendesha timu wakati Yanga hao wanafanya mabadiliko, wanaweka transformation mpya ya kuiongoza timu yao, pale ndiyo pumba na mchele ziliachana. Sio kama hawaelewi pale. Pale ndio pumba zilikuwa huku, mchele ukawa huku. Ile siku Yanga waliopiga kura kupitisha katiba yao mpya, pale ndio Yanga waliamua hizi pumba, huu mchele. Sasa wao wamewekeza nguvu kwenye uongo, wamewekeza nguvu kuchukua posho, kutafuta machawa wawili watatu wakifanya jambo, nenda kautetee, mtandaoni, katusemee redioni, tupambanie, mwisho wa msimu vilio, kama hawatakwenda kwenye ukweli. Na huo ukweli unachukua muda, sio rahisi hivi, hivi hivi hivi, hawawezi kufika yanga levo tuliofika sasa hivi. Ndugu zanguni, ni levo ya sio tu kuutawala huu mpira, ni kuutawala na kutoa shule Yaani, tutawale umpira na tufundishe na wengine kuhusu umpira, ndio level tulofikia hiyo. Maana kama kutawala tushatawala sana hapo, tuanze kufundisha sana watu wadogo, namna gani ya kupata mafanikio kwenye football. Sisi tunajivunia sana viongozi ambao tuko nao, wamenyooka, hawaamini kwenye uzushi, hawaamini kwenye propaganda, hawaamini kwenye uongo, na viongozi ambao wanasimama kwa ajili ya maslahi ya klabu. Alafu tuna wanachama kweli ambao wanaipenda klabu yetu. Hatuna wanachama maslahi hapa, hatuna Yanga maslahi. Tuna wanachama kweli. Mtu akishafika hatua amelipa shilingi elfu ishirini na tisa yake kwa ajili ya timu, huyo mtu anaipenda timu yake. elfu ishirini na tisa mtu kalipa pap kwa ajili ya timu yake ifanye vizuri, huyo mtu anaipenda timu yake. Na tunapofungua msimu kama hivi tunaanza kampeni yetu ya wanachama. Bwana wanachama, mwaka huu umeisha waada, tuanze kujisajili upya. Hayo ndo maandalizi ya ubingwa hayo sasa, sio unaelewa? Yani hapo tunaanza maandalizi ya ubingwa wa msimu unaofuatia. Ikifika tu hapa Julai Mosi, inshallah tunaanza ya kampeni ya wanachama wa Yanga kuanza kujisajili kwenye mfumo wa wanachama kwa mwaka 25/26 hamna timu inafanya hivyo, ni sisi pekee yetu na hiyo ndiyo siri yetu kubwa timu yetu imenyooka kwenye wa mfumo wake wa uendeshaji. La kumalizia, tunakwenda Zanzibar, tunakwenda kucheza na Singida Black Stars. Hawa Singida msimu huu tumepata naye shida sana, japo tumechukua pointi sita mechi ya kwanza, moja bila kwa tabu mechi ya pili tumeshinda mbili moja kwa tabu. Huyu Singida tusipokuwa imara, wana Yanga anaweza kutugea matokeo ya kushtua pale Zanzibar. Kwa hiyo ombi langu la mwisho kwa viongozi wetu wote wa matawi, tunatakiwa tukaze msuli kweli kweli kwenye hii mechi, ni mechi kubwa, kombe liko uwanjani na Mwenyezi Mungu akatujalie kwenye maandalizi yetu tupambane, tuchukue ili kombe tuweze kufunga historia msimu huu kwa makombe matano ambayo tuko nayo ndani ya klabu yetu. Jambo la pili lilikuwa majeruhi. Yes, kwa mchezo wa jana namshukuru Mwenyezi Mungu hakuna majeruhi ambayo tumeyapata, na Prince Dube anaendelea uh, kuimarika taratibu, hata tumempa dakika 45, na nimpongeze sana Prince Dube kwa mchezaji ambaye ni mbinafsi kwa jeraha la hamstring asingekubali kuingia kwenye pitch. Hamstring inaumiza kulikweli. Hizi nyama za nyuma za paja kwa sababu mecheza mpira zinavuta kulikweli. Mchezaji ukiona amekubali kwenda kwenye pitch hata kwa dakika 45 kuipambania timu, maana yake huyu mtu ana mapenzi ya dhati na hii club. Kwa hiyo Dube anaendelea kuimarika na anakuwa sawa. Swali so, lako la tu umeuliza kwamba imani kwa bodi ya ligi na TFF bado ipo au hatuna, ndo swala lako, si ndio? Mi nafikiri hili swala lilizaliwa na mchezo namba mia moja themanini si ndio bwana, sindio? Ndo likatufikisha hapo unaposema wewe na wote mnafahamu, busara zotumika kuimaliza mechi namba mia moja themanini na nne Mbele ya busara hiyo, sisi Yanga hatuna neno la kuongeza. Mbele ya busara hiyo tunaamini kama ambavyo jana mechi imechezwa kwa haki na kila mtu kashuhudia football yenye viwango vya juu, kila mtu kafanya jukumu lake, mechi imekuwa safi. Tunaamini kipimo cha mechi ya jana tunaamini, ni imani yetu, kipimo cha mechi ya jana ndiyo kitatoa kipimo cha ligi yetu kwa msimu unaokuja. Yani tunaamini kwamba next season tutapata ligi ambayo inaisha pale mashabiki wanaondoka, wana discuss football 100%. Hakuna vitu vingine vya kujadiliwa zaidi ya mchezo wenyewe ulivyochezwa kwao. Tunaamini mechi ya jana ni kipimo kwetu sisi, ni kipimo kwa, kwa wapinzani, ni kipimo kwa wadau wote, kwamba ndiyo standard ya ligi tunataka kuwa nayo msimu ujao inshallah.